E, imekuwa ni muda mrefu sasa ambapo nilikuwa sitoi fundisho lolote katika mtandao huu wa YouTube na katika muda huo wote wa ukimya nilikuwa sijawahi kutoa sababu hadharani ili kuweza kufafanua kwa nini nimekuwa katika muda huo wa ukimya. Na ilikuwa ikifika wakati ninaikaa kimya kwa muda mrefu, lakini baada ya hapo nakuja kutoa fundisho moja au mbili au tatu. Na baada ya hapo tena naikaa kimya kwa muda mrefu sitoi fundisho lolote. Moja ya sababu zilizopelekea mimi kuwa na ukimya huo wa muda mrefu ni kwa sababu nilikuwa katika muda wa kuweza kutafakari. Wenda wengine walikuwa wakijiuliza kwa nini muda mrefu naikaa kimya, nini kimetokea, na wengine huenda wamejiwekea itikadi zao au mawazo yao fulani za sababu za mimi kuikaa kimya lakini kwa yote na yote, nilikuwa kimya kwa sababu nilikuwa katika muda wa kuweza kutafakari mambo mbalimbali. Na niliweza kuingia katika muda huo na nikaona ya kwamba ni muhimu kuweza kuikaa kimya kwa muda huo, kwa sababu kabla ya mimi kuja kutoa hitimisho la yale ambayo nilikuwa nikiyatafuta, inabidi kwanza niweze kukamilisha utafiti huo au isiwe tu ni kukamilisha bali niwe na mwanga mwingi katika yale ambayo ninayetafuta. Na utafiti huo ulikuwa hasa katika kuweza kuangalia mambo fulani ya kuhusu mambo ya kufundisha, kwa nini ninatakiwa kufundisha, ni namna gani natakiwa kufundisha, lakini pia ni kuangalia yale mambo ambayo nilikuwa nikiyaamini kama ni ya ukweli au kama si ya ukweli kwa hiyo nilikuwa katika muda wa kuweza kutafakari mambo hayo. Yakobo katika waraka wake kwenye sura ile ya tatu aliwahi kusema ya kwamba, ndugu zangu, msiwe waalimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Katika waraka huu alikuwa akiwaonya ndugu hao walioamini, wa ya kwamba wasiwe waalimu wengi, kwa sababu mwalimu ni mtu yule ambaye anakuja kufundisha mambo na yale ambayo anawafundisha anawafundisha watu ambao watayashika anayoyafundisha na watayatenda pia ee. Anayoyafundisha, ikiwa anawafundisha mambo ambayo si ya ukweli, wale anaowafundisha watayashika na kuyatenda, na ikiwa si ya ukweli, basi wote watalaumiwa, lakini na yule pia aliyekuja kuwafundisha hayo atalaumiwa pia ni kama vile Yesu alivyosema ya kwamba ni ole wake mtu yule ambaye ataleta mambo ya kuchukiza. Kwa hiyo yule anayeleta mambo ya kuchukiza atalaumiwa na yule pia aliyechukizwa atalaumiwa pia kwa sababu alitenda mambo yale. Kwa hiyo muda huu wa kutafakari niliouchukua kwa umakini sana na nikuuchukua kama ni muda mzuri kwa sababu ilitakiwa nifanye hivyo na nilisikia E, ya kwamba ninatakiwa nifanye hivyo kwa sababu hatuwezi tukafundisha mambo e, pasipo kuweza kuyaelewa kwa kina, na inatakiwa tufundishe yale mambo ambayo e, ni yana uhakika ya kwamba ni ya ukweli na ni mambo ambayo yanatakiwa kuaminiwa. Sasa, katika tafakari yangu hiyo niliweza kutafakari mambo mengi sana kuhusu imani kwa nini tunaamini yale tunayoyamini? Yametoka wapi? Je, yanatakiwa kuaminika kwa nini? Na mambo mengine mengi sana kuhusu imani. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya mimi kuweza kuikaa muda mrefu sana kabisa bila kutoa fundisho lolote katika mitandao yangu yote. Nilikuwa nimeikaa kimya kabisa kwa muda mrefu na hakukuwa sababu nyingi sana isipokuwa, hiyo ilikuwa ni sababu kuu mojawapo na sasa, kwa muda huu, ikiwa Mungu atajalia na ikiwa Mungu atapenda, nitakuwa ninaleta katika yale ambayo niliweza kuyahitimisha katika utafiti wangu huo. Na moja ya kitu ambacho nimejifunza katika utafiti huo ni kwamba tunaweza tukaamini kitu au tunaweza tukajua kitu, lakini haimaanishi kwa ya kwamba lile tunaloliamini ndilo la ukweli, lakini wakati wote tunatakiwa kuwa tayari kujifunza na kuangalia eh, mawazo mengine tofauti na yale tunayoyaamini, maana huenda yale tunayoyaamini sivyo yalivyo, lakini huenda mawazo mengine yanatakiwa pia kukubalika hata kama yawe tofauti na yale ambayo tunayaamini. Jambo mojawapo ambalo linaonekana sana katika ulimwengu huu wetu wa kisasa ni kwamba baadhi ya watu wanapoamini vitu au wanapokuwa na ujuzi fulani, hawawi tayari kupokea ujuzi mwingine mpya zaidi ya ule ambao wanafikiria. Na ndio maana mara nyingi hata na wewe ukijiangalia tu, mara nyingi unapoingia kwenye mtandao au unaposikia habari yoyote, mara nyingi kuna vile vitu ambavyo unasema hivi siwezi nikavisikia na hivi ninaweza nikavisikia si katika habari ya zambi na si zambi. Hapana, ni katika tu vile vitu ambavyo unasema hivi ninapenda kuvisikia na hivi sipendi kuvisikia, hata vile ambavyo si zambi kabisa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ndani ya kila mmoja wetu ni kama kuna ile kitu ya kuweza kutaka kusikia yale ambayo yanaendana na yale unayoyaamini tayari. Yale ambayo hayaendani na yale unayoyaamini wakati fulani ni kama kuna hisia ya kutotaka kuyasikia. Sasa jambo moja ambalo nimejifunza ni hili, ni kwamba hata unapoamini jambo, penda kusikia pia wale wanaoamini tofauti na yale unayoyasikia, kwa sababu huenda wale wanaoamini tofauti na yale unayoyaamini ndo wana ukweli ambao ungetakiwa kuuamini. Sasa nitafanya e, vipindi fulani. Katika vipindi hivyo nitakuwa nikijibu maswali ambayo yataulizwa, lakini pia ninakubali kwa wale ambao wana, e, wana mtazamo mwingine tofauti na yale ambayo nitakwenda kuyafundisha, wanaweza pia wakaleta maoni yao lakini nitaomba ya kwamba maoni yao yote yawe katika utulivu, yawe katika heshima, na yawe katika lengo la kufundisha na wala si lengo la kukejeli au kumdharau mwingine ambaye anaamini tofauti na yale unayoyaamini. Lakini katika yote, ningeweza kutahadharisha jambo hili: ikiwa unaamini tofauti na yale ambayo nitakwenda kuyafundisha, si kwamba nitakubali moja kwa moja yale ambayo unayafundisha, ninaweza nikayapinga ikiwa nitaona ya kwamba yale unayoyaamini sivyo yalivyo, lakini haimaanishi ya kwamba sitakubali kukusikia unapoleta mawazo yoyote. Hapana, ninaweza nikakusikia, ila nikiona ya kwamba lile unalotoa halina uhakika wowote, ninaweza nikalipinga. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano katika historia au katika mambo tunayoyajua, Wengi wanasema ya kwamba Mfalme Constantino ndiye mfalme ambaye alifanya Ukristo kuwa dini la taifa katika Roma. Jambo hilo unapolileta ninaweza nikalipinga kabisa. Si kwamba ninakataa kusikia mawazo yako. Hapana, ninakubali kuyasikia lakini ninaweza nikalipinga kwa sababu haliendani na historia. Katika historia, mfalme ambaye alifanya Ukristo kuwa dini ya taifa si Constantino, ni Mfalme Theodose ni Kaisari Teodos Teodos katika mwaka wa mia tatu na themanini ndiye alifanya Ukristo kuwa dini ya taifa. Constantino aliyetokea kabla yake katika mwaka wa mia tatu kumi na tatu aliruhusu tu Ukristo uwe kama dini zingine, yaani Ukristo ulionekana kama dini zingine, kwa sababu hapo nyuma Wakristo walikuwa wakikatazwa Ku, ku, kuabudu na kufanya yale ambayo imani yao inaagiza, walikuwa wakiuawa na kufungwa. Lakini Mfalme Constantino aliruhusu, hakufanya Ukristo kuwa dini ya taifa, bali Theodos ndiye alikuja kufanya Ukristo kuwa dini ya taifa. Nisiende huko, sitoi historia, lakini nilikuwa tu nikionyesha ya kwamba ninaruhusu mawazo ya watu wengine, ninaruhusu maoni ya watu wengine. Lakini ikiwa maoni yako hayaendani kabisa na historia, au maoni yako yanaonesha upungufu kidogo, ninaweza nikayapinga. Lakini ninakubali kabisa maoni ya kila mtu. Na hata kwa namna yangu ya kujibu, ikiwa mtu yeyote analeta maoni yoyote nitajitahidi kabisa kwa uwezo wa Mungu niweze kujibu kila mtu anayeleta maoni kwa njia ya ustaarabu na kwa njia ya heshima pia. Sasa katika vipindi hivi nitaleta mafundisho fulani na katika mafundisho hayo nitajikita kwanza kwenye nyaraka za Paulo mara nyingi, lakini pia katika mafundisho hayo, kwa sababu yatakuwa yakilenga mambo kuhusu imani na maswali mengi ambayo e, yanahusu imani, nitakuwa pia nikileta nyaraka za mitume wengine, lakini pia nikileta <coughs> mafundisho mengine ambayo yanaaminika katika baadhi ya makanisa ili kuweza kufanya kipindi hiki kiwe ni kipindi cha kuweza kuwakaribisha watu wa imani nyingine tuweze kujadili pamoja na tuweze pia kupeana vile ambavyo tunafikiri. Kwa hiyo kila mtu yuko huru kushiriki katika vipindi hivi na kuweza kuleta maoni anayo yaona. Katika siku hii ya leo kuna jambo moja ambalo ningependa tulizungumzie kabisa na jambo hili lipo katika kitabu kile cha Tito sura ya kwanza mstari wa kumi na tano. Fungu hili linasema hivi: kila kitu ni safi kwa wale walio safi, lakini kwa wale walio najisi na wasioamini wa hakuna kitu kilicho safi, hata akili zao na dhamiri zao ni najisi. Tutaanza katika kipindi hichi na fungu hili kwa sababu <laughs> katika makanisa mengi ya Kikristo, kwanza kabisa, makanisa mengi yanasema ya kwamba mtu anaweza akala anavyopenda. Mtu ana uhuru wa kuchagua <coughs> ni kitu gani ataamua kula na ni kitu gani asiamui kula. Kwa hivyo sheria zile ambazo Mungu aliagiza wa katika Walawi kumi na moja na Torati, Kumbukumbu la Torati kumi na nne kwa wao wanaona ya kwamba ni mambo ambayo yalikuwa tu hapo kale, lakini kwa leo katika Agano Jipya, lile wanaloita Agano Jipya, sheria hizo hazi si kwamba hazitakiwi kufuata kama wanavyosema, lakini hazihusu watu katika Agano Jipya. Sijui namna wanavyosema wanavyo hivyo kabisa wanamaanisha nini lakini wanasema ya kwamba katika siku za leo hii sheria hizo hazina ulazima kama hapo mwanzo. Sasa moja ya fungu analoleta ni hili la Tito sura ya kwanza mstari wa kumi na tano ambao linasema kila kitu ni safi kwa wale walio safi. Kwa hiyo kwao, Mungu aliposema ya kwamba vyakula fulani ni najisi, wao wanakuambia kila kitu ni safi kwa walio safi. Kwa hiyo ikiwa wewe unaona nguruwe kama ni safi basi kwako ni safi. Ikiwa wewe utaona kambale ni safi, basi ni safi. Kwa hiyo kwao, kitendo cha torati kusema ya kwamba vyakula fulani ni najisi na vyakula fulani ni safi, wao wanakuambia ya kwamba ni najisi ikiwa unaviona ni najisi, na ni safi ikiwa utaviona ni safi. Lakini nilichogundua kwa watu wanaodai mambo hayo ni kwamba wanayadai sana kwa sababu kwanza hawafatilii muktadha wa sura hile ili kuweza kujua mwandishi alikuwa akimaanisha nini. Ni moja ya jambo ambalo nitaendelea kuliongea katika vipindi hivi vyote, ni kwamba wengi wanaokuja kufundisha mambo fulani wanachagua vifungu fulani na si kufata wazo la mwandishi ili kuweza kuelewa yale aliyoyaandika kwa hiyo wanachagua vifungu fulani kama hapa, anasema kila kitu ni safi kwa walio safi. Kabla ya kwenda mbali na kuweza kuangalia muktadha wa mwandishi na yale ambayo alitaka kumaanisha, ni kuulize swali rahisi. Tulichukua ili andiko kama jinsi lilivyo, kila kitu ni safi kwa walio safi, kwa wale walio safi. Ikiwa wanaamua kuona wizi kama ni safi, basi kwao ni safi. Ikiwa wanaona uzinzi kwamba ni safi basi kwao ni safi. Tukichukua andiko hilo kwa namna hiyo, tutaona ya kwamba haiwezekani kulielewa andiko hilo kwa namna hiyo. Kwa hiyo Paulo anaposema kila kitu ni safi, hamaanishi kila kitu. Inabidi sasa kuelewa, anawa, anamaanisha kitu gani. Kwa hiyo, tusilifate andiko, tu kwa sababu linasema kila kitu basi tukaweka kila kitu hapana. Kuna vitu vichafu na kuna vitu visafi, na hata kwa wale walio safi kuna vichafu na kuna visafi. Ikiwa wao ni wasafi, ni kwa sababu walikataa vitu vichafu. Kwa hiyo huwezi ukatumia andiko hili na kusema kila kitu ni safi, basi ukasema, ikiwa nitaona kitu fulani ni safi kwangu, basi ni safi. Hapana kabisa. Najua hili ambalo nalisema. Kuna andiko lingine takuja kuliongelea siku nyingine katika kipindi wakati mwingine, lakini kwa leo tunasimama katika andiko hili la Tito 1:15. Paulo alikuwa akiandika waraka huu kwa Tito. Tito huyu alikuwa katika mji wa Crete. Eneo hili la Crete kulikuwa Wayahudi na watu wa mataifa ambao leo tunawaita wapagani waliokuwa wameingia katika imani ya Kristo katika wakati huu kulikuwa na watu waliokuwa wakisisitiza sana kuhusu kanuni za usafi wa kidini, na zaidi sana walikuwa hata wakiweza kusisitiza katika mambo ambayo yako hata juu ya torati, yani sheria ya Musa. Ni yani walikuwa wakiagiza mambo ambayo yako hata zaidi ya torati ile ya Musa, na ilikuwa ikijumuisha marufuku ya kula vyakula fulani ambavyo vilikuwa halali kwa mujibu wa torati lakini kwao walivyoona najisi, kwa sababu tu viliguswa na watu wasio watu Wayahudi, kwa sababu kwa Wayahudi, watu wa mataifa walikuwa wakionekana kuwa ni najisi. Kwa hiyo kwao, ikiwa vyakula hivyo fulani vimeguswa na watu walio najisi, basi vyakula hivyo pia vinakuwa ni najisi. Katika Torati kwenye Walawi sura ya kumi na moja tunaona ya kwamba Mungu alitoa sheria za vyakula safi na vyakula najisi. Lakini baadaye Mafarisayo na waandishi au waalimu katika Israeli waliongeza mila nyingi ambazo kwao wanaita alaha zinazofanya mambo kuwa magumu zaidi. Na unaona hata katika eh, katika eh, Matayo sura ya ishirini na tatu Yesu aliweza kuwalaumu sana kabisa wale wakuu wa watu. Aliwaambia kwamba wanawatweka watu mizigo ambao wao wenyewe hawawezi kuyabeba. Alipokuwa akiongelea mizigo pale, alikuwa akiongelea kuhusu tamaduni fulani au maagizo mengi mengi ambao walikuwa wakiwaagiza watu wayafanya. Nakupa tu mfano kabisa naona, najua halihusiani na somo letu la leo lakini nakupa mfano kwa mfano ukienda kwa Myahudi ambaye anashika siku ya Sabato, ukaenda kwake siku hiyo ya Sabato. Katika nyumba zetu hizi tuna kengele, kengele zimetengenezwa kwa namna ya ya ufundi fulani. Ukienda unagonga kengele siku ya sabato kwa Myahudi, tayari umevunja Sabato. Kwa hiyo unapoenda kwake siku ya sabato inabidi ugonge mlango na vidole vyako na wala si kugonga kengele. Ukigonga kengele tayari umevunja sabato. Sasa ujiulize tu swali, kengele na sabato vinahusiana nini kabisa? Havina uhusiano wowote, lakini kwa Wayahudi atakwambia tayari umevunja sabato kweli kweli. Sasa Yesu aliwaambia wanawatuka watu mizigo fulani. Kwa hiyo baadaye wa Mafarisayo na waandishi na wakuu wa watu walikuja kuingiza mila nyingi sana kwenye Torati ile ya Musa, na hadi leo ambacho wanaita alakha na ipo katika vitabu vya Talmud kama vile Mishna kuko na vingine ambavyo unaweza ukaona mambo hayo hadi leo hii. Sasa Yesu katika Mathayo sura ya 15 kwenye mstari wa 11 alisema ya kwamba si kile kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kile kitokacho hapa Yesu hakukuwa anafuta sheria za chakula bali alikuwa akikazia kuwa moyo safi ndio muhimu zaidi. Lakini kwa wengine wameona e, msemo huu wa Yesu kama vile umeonyesha kwamba unaweza ukala vyakula vyovyote na si vyakula hivyo ndivyo vitakutia unajisi, lakini kwa sababu si somo letu la katika kipindi hichi siku ya leo, hatutalizungumzia kwa kina zaidi. Sasa Paulo alikuwa akimaanisha nini aliposema ya kwamba kila kitu ni safi kwa walio safi. Kwanza hapa Paulo haasemi kwamba wanyama najisi wamehalalishwa. Hapana, anazungumzia kwamba mtu safi hawezi kutiwa najisi na mila za kibinadamu zinazozidi Torati. Yaani, chakula kilichohalalishwa na Torati kinabaki safi hata kama wengine wanajaribu kusema kinyume. Yaani, fikiria hivi, unapewa chakula safi kulingana na Torati. Kwa mfano, Torati inaagiza ya kwamba unaweza ukala nyama ya kondoo. Sasa fikiria mtu anakupatia nyama ya kondoo lakini mtu mwingine anakuambia ya kwamba usile chakula hicho kwa sababu kilipikwa na mtu asiye Myahudi. Paulo anasema ya kwamba ikiwa Torati inasema ya kwamba chakula hicho ni safi, basi ni safi. Ndiyo kwa maana hii ambayo Paulo aliongelea, ya kwamba kila kitu ni safi kwa walio safi, yani ni chakula ambacho Torati iliruhusu kiliwe lakini kwa watu wengine hasa wale wayahudi waliomwamini Kristo, kwa sababu walikuwa wanataka kushika pia zile mila za wazee zilizokuja kuongeza mambo mengi katika Torati. Paulo anasema ya kwamba ikiwa chakula hichi kimeruhusiwa na Torati, si kwa sababu ya tamaduni fulani za wanadamu kwamba chakula hicho basi kitakuwa najisi. Hapana, ni safi kwa wale walio safi, ikiwa Torati imekiruhusu basi hakiwezi kuwa na jinsi eti tu kwa sababu kiliguswa na watu wa mataifa. Ni kama vile nikupe mfano. Katika kile kipindi Yesu wanafunzi wake wanakula, Mafarisayo walikuja kuwalaumu hawakumwambia Yesu ya kwamba wanafunzi wake wanakula chakula na jisi kama vile nguruwe. Hapana, kwa sababu walichokuwa wanakula wanafunzi wa Yesu si vitu vilivyokatazwa na Torati. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wakila vitu ambavyo Torati imeruhusu. Ndio maana mafarisayo walipokuja kuwalaumu, hawakumlaumu eti wanafunzi wake wanakula vitu vilivyokatazwa na Torati. Hapana, laumu yao ilikuwa ni kwamba wanafunzi wa Yesu wanakula bila kunawa mikono, kwa kufata taratibu za wazee. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa lawama ya mafarisayo kwa wanafunzi wa Yesu. Na kwao, wanafunzi walipokula bila kunawa mikono, basi hata kile chakula walichokuwa wanakula japo kilikuwa kinaruhusiwa na Torati kimekuwa najisi kwa sababu ya wao kuto kunawa mikono. Ni kama hivyo Paulo basi kwa hapo angewaambia hivi, kila kitu ni safi kwa wale walio safi. Kwa nini? Chakula wanachokula ikiwa ni safi, si kwa sababu hawakunao mikono kwamba kitakuwa najisi. Hapana, ni safi kwa walio safi. Kwa hiyo wale waliokombolewa vile vilivyoruhusiwa na Torati haviwezi vikawa najisi kwa sababu viliguswa na mikono isiyo nawa au vilipikwa na watu wa mataifa. Ikiwa Torati imeruhusu, basi vinabaki safi japo vitafanywa kwa namna gani. Ndicho ambacho Paulo alikuwa akimaanisha. Basi nikisema hivyo, ili kuelewesha au ili kutaka kuelewa kwa undani na kwa kina zaidi niweze kukupatia muktadha wa sura yote ya kwanza ya kitabu cha Tito, ili kwamba tuweze kuona ya kwamba yale niliyoyasema ndivyo yalivyo au yasivyo, kwa sababu jambo la muhimu nikiweza kuangalia muktadha, ili tuelewe mazingira ambayo Paulo aliandika mambo hayo, na ili tuweze kufika katika hitimisho kuona ni nini alichomaanisha katika fungu lile la 15 kwa sababu hatuwezi kuelewa fungu la 15 ikiwa hatuelewi muktadha wa mazingira yale aliyoyasema. Haya, kwanza, katika sura ya kwanza ya kitabu hichi cha Tito, tukianza kwenye fungu lile la kwanza hadi fungu la nne, Paulo anamtambulisha Tito kama mwanafunzi wake wa kiroho na anasisitiza kazi ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Tukienda katika fungu lile la tano hadi fungu la tisa Paulo anaeleza vigezo vya uongozi wa kanisa na akisisitiza zaidi uadilifu na kushikilia mafundisho yaliyo sahihi. Na katika fungu lile la kumi hadi kumi na nne hapa tunapata muktadha muhimu kabisa. Paulo anasema kwamba kuna waalimu wa uongo hasa wa tohara, yaani Wayahudi au watu waliovutiwa na mila za Kiyahudi ambao walikuwa wanaeneza hadithi za kiyahudi na amri zisizo sahihi inasema hivi kwenye fungu la kumi hadi kumi na nne kwa maana wako wengi wasiotii wapayukaji bure na wadanganyaji hasa wale watohara ambao lazima wafumbwe midomo yao ambao hupindua nyumba zote kwa kufundisha mambo yasiyofaa kwa ajili ya faida chafu mmoja wao nabii wao mwenyewe alisema, wa Krete siku zote ni waongo, wanyama wabaya, wavivu tumboni. Ushuhuda huu ni wa kweli. Kwa hiyo wakemee vikali ili wapate kuwa na afya katika imani, wasisikilize hadithi za Kiyahudi wala amri za watu wanaogeuka, wanaoigeuka kweli. Hapa tunaona ya kwamba Paulo anawaongelea watu wa tohara yani Wayahudi au watu waliovutiwa na mira za Kiyahudi. Kwa hiyo wanafanya hivyo kwa maslahi ya kifedha na kupotosha familia za watu. Hii inaonyesha kwamba Paulo haasemi kwamba torati ni tatizo, bali anapinga amri za wanadamu na hadisi zisizo sahihi. Katika fungu la kumi na tano hadi kumi na sita, hili ndilo andiko ambalo wengi wanalitumia, linasema vitu vyote ni safi kwa wale walio safi, lakini kwa wale walio najisi na wasioamini hakuna kitu kilicho safi, bali akili zao na dhamiri zao zimekuwa najisi. Wanakiri kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo na waasi, na hawana sifa ya kazi njema kwa kazi njema. Swali kuu hapa, Paulo anaongelea nini? Tukiende katika ufafanuzi wa kina, tunaona ya kwamba kitu cha kwanza Paulo anasema, vitu vyote ni safi kwa wale walio safi. Hapa neno vitu kwa Kigiriki linaweza kumaanisha vitu vyote kwa ujumla, lakini tukifuatilia muktadha ni muhimu sana. Paulo anaongelea watu wanaoweka masharti yasiyo ya lazima, kwa mfano kusema kwamba mikono isipooshwa ipasavyo chakula kinakuwa na jisi moja kwa moja, kama mafarisayo walivyosema kwa wanafunzi wa Yesu katika kitabu cha Marko sura ya saba. Jambo la pili, Paulo haongelei chakula haramu ambacho kiliongelewa na Torate. Tunaona ya kwamba Paulo mwenyewe alikuwa Myahudi, mtu aliyeshika Torate na katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ishirini na moja mstari wa ishirini na nne hadi ishirini na sita tunaona kwamba Paulo bado anaishi kama Myahudi baada ya kuandika barua zake. Hakuna dalili kwamba alikuwa anaruhusu kula nyama ya nguruwe au nyama ya, ya, au kambale au nyama nyingine ambayo Torati ilikuwa inakataza. Kwa hivyo maneno yake yanamaanisha kila kitu ambacho Torati inaruhusu kuliwa kikiwa kimechafuka kwa njia za kibinadamu, mfano kula bila kunawa mikono ipasavyo, bado chakula hicho kinabaki kuwa safi kwa waumini wa kweli. Lakini kwa wale wenye mioyo michafu, hata kama wanashika mila zote, bado ni najisi mbele za Mungu. Jambo la tatu ni kwamba Wayahudi wa kimeshia na waumini wa kiyahudi wanasema andiko hili halifuti sheria za chakula yaani kashrut, bali linaonyesha tofauti kati ya sheria ya Mungu ambayo ni Torati na mila za wanadamu. Kwa hiyo kwa kuhitimisha haya yote, tunaona ya kwamba sura ya Tito hii ya kwanza inaonyesha wazi kwamba tatizo lilikuwa mafundisho ya uongo na hadithi za wanadamu na wala sio Torati ya Mungu. Paulo anasema kwamba usafi wa kweli unahusiana na moyo na dhamiri safi mbele za Mungu, sio tu kuzingatia mila za kibinadamu. Vitu vyote ni safi kwa wale wanaofuata Mungu kwa moyo wote wa usafi, lakini sio ruhusa kula vitu ambavyo Mungu mwenyewe amepiga marufuku katika Torati au katika kitabu cha Walawi sura ya 20, sura ya kumi na moja na kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 14. Kwa hivyo fungu hili halimruhusu mtu kula anavyotaka au kula vitu ambavyo sheria ilidai ya kwamba ni vichafu. Vitu vile vinabaki kuwa vichafu, kwa sababu Mungu mwenyewe aliyeviumba ndiye aliyevidai kwamba ni vichafu. Si wewe mtu ambaye sasa unaweza ukaja kuamua ya kwamba vitu hivyo vinakuwa ni vichafu. Ikiwa Mungu aliyeviumba alidai ya kwamba vitu hivyo ni najisi, na ni yeye aliyeviumba, wewe ni nani hadi useme ya kwamba usafi wangu mimi unanifanya kuona vitu hivi kuwa safi? Haiwezekani. Kwa hiyo Paulo hapa hajaruhusu ya kwamba vitu vyote vinakuwa safi ikiwa tu mtu anaviona ni visafi. Hapana kabisa, alikuwa akiongelea vitu ambavyo Torati imeviruhusu. Lakini kwa watu wengine, kwa mila zao za kibinadamu, wanaviona ya kwamba vitu hivyo ambavyo Torati imeviruhusu vimekuwa vichafu. Paulo anasema kwa wale watu walio safi, wanaomtafuta Mungu kweli vitu hivyo havikuwi vichafu kwa sababu vinaonekana kuwa vichafu kwa wanadamu wengine. Ikiwa torati imeviruhusu basi, vinabaki kuwa safi, hata kama wanadamu wafanyeje. Kwa hiyo, ndiyo ilikuwa maana ya fungu hili. Karibu ikiwa una maoni mengine tofauti. Kama nilivyosema mwanzo, maoni yote yanakaribishwa, lakini iwe ni kwa utaratibu na kwa heshima pia. Mungu akubariki unapoendelea kulifuatilia somo hili na kufuatilia vipindi vingine vinavyokuja.